Tutaanza ziara ya mikutano ya hadhara nchi nzima tarehe ishirini na tatu, na katika kalenda yetu ya mipango kwa jinsi tulivyopanga, tutaanzia rasmi kanda ya Nyasa na mkutano wetu wa kwanza ambao utawahusisha viongozi wakuu wote wenye viti wa mabaraza yetu ya chama wazee wana, wanawake na vijana wajumbe wa kamati kuu Secretariat, mkutano wetu wa kwanza e, tutaufanyia katika jiji la Mbeya tarehe 23. Utakuwa ni mkutano wa kwanza toka viongozi wakuu tumechaguliwa e, na, na, na wanachama wa chama hiki nchi nzima, uchaguzi uliofanyika tarehe 22 Januari. Unaweza ukaona hapa katikati e, ni takriban siku 60 toka tumechaguliwa mpaka mpaka siku ambapo viongozi wakuu wata, wataanza ziara ya mikutano ya hadhara. Sasa hapa katikati e, tulikuwa na mambo mengi ambayo yalihitaji viongozi wakuu kuketi kuyatafakari na kuyafanya kimkakati kabisa. Kwa hivyo mara tu baada ya kuchaguliwa tulikuwa na retreat ya viongozi wakuu, wajumbe wa kamati kuu e, secretariat. Tulijifungia kwa siku takribani sita pale Bagamoyo, na katika kujifungia kule ilitupelekea kutengeneza mpango kazi wa chama, baada ya kuwa tumeyapokea maazimio ya mkutano mkuu uliotuchagua pamoja na baraza kuu e, ilibidi kutengenezea mpango kazi, na kikao cha Bagamoyo kilitupa maeneo makuu matatu ya kufanyia kazi. Eneo la kwanza e, kupigania ma, na kuyatafuta mabadiliko na na hivyo tulifanyia eh, tulifa, tulitengeneza mpango kazi wa vuguvugu eh, wa, wa operation eh, vuguvugu, letu ambalo tunalita no reforms, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hivyo tulikubaliana kwa pamoja kwamba tutayapigania mabadiliko mpaka tuyapate. Jambo la pili ni stronger together eh, viongozi wa wakuu na kamati kuu tulikubaliana kwamba tunahitajiana wote, tumemaliza uchaguzi tunahitajiana wote, na hivyo tunahitaji kuponyeshana majeraha. Kwa hivyo tulijifungia na tukatengeneza mpango, na hivi majuzi kwenye kikao cha kamati kuu ya juzi e, tumeunda kokas ya wazee ambayo itatuongoza sasa kwenye kuratibu swala la kuponyana majeraha. Na jambo la mwisho ambalo katika matatu ambayo e, ndani ya kipindi hiki tulikuwa tunafanyia kazi e, ni chama kiendeshwe na wanachama, chama kiendeshwe na wanachama. Kwa maana wanachama wakichangia chama chao, watanzania wanaopenda mabadiliko wachangie chama chao. Kwa hiyo e, kupitia eneo hili tukaanzisha program e, inaitwa tone tone e, ambayo watanzania wameitikia na wameipokea e, kwa nguvu sana e, lakini pia ndani ya hizi siku sitini tumefanikiwa kuunda secretariat ya e, chama kwa maana ya wakurugenzi. Hivyo tuna wakurugenzi e, wapya tayari wamesha anza kutimiza wajibu wao e, wataalam ndani ya chama wanatimiza wajibu wao. Lakini pia tulifanikiwa ku, e, kuteua makatibu katika kanda zetu tano, makatibu wa kanda katika kanda zetu e, tano. Lakini jambo kubwa sana ambalo tumelifanya ndani ya hizi siku e, sitini mpaka tunapokwenda kufanya mkutano wa hadhara, tumefanya mafunzo ya uongozi yalikuwa ni mafunzo ya muhimu sana e, kwa sababu e, viongozi wakuu tulihitaji kukutana na viongozi wenzetu kwenye ngazi ya kanda ili e, kuwapa vision e, maono ya uongozi huu mpya, nini tunataka. Kwa hiyo tukakutana na viongozi e, kamati kuu yote, viongozi wa kwenye kanda, wenye viti wa kanda, makatibu wa kanda, kwa siku tatu kupata mafunzo ya uongozi e, ABCs of leadership. Kwa hivyo hizi e, siku sitini zimekuwa zenye heka, heka nyingi. Tumekutana na makundi mbalimbali wadau kimkakati e, kwa lengo la kuimarisha e, haya maeneo makuu matatu ambayo nimeyataja e, no reforms, no election. E, stronger together pamoja na chama kuendeshwa na wanachama tone, tone. Sasa tarehe ishirini na tatu mkutano wetu wa kwanza ambao e, mwenyekiti wetu wa chama mheshimiwa Lissu ndiye atakayetuongoza viongozi wakuu wote makamu Zanzibar makamu bara e, naibu Zanzibar, naibu bara, wajumbe wa kamati kuu e, tutakutana wote Mbeya na tutakuwepo kanda, e, kanda ya Nyasa kwa mpaka tarehe ishirini na tisa tutakuwepo kanda ya Nyasa mpaka tarehe ishirini na tisa. Kanda ya Nyasa ina mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa, kwa tutakuwepo tarehe 23 mpaka tarehe ishirini na tisa. E, katika operation ambayo tumeipanga na itafanyika kwenye mikoa, mikoa yote. Sasa e, katika mikutano yote hii ambayo pia nitawaeleza baada ya Nyasa tunakwenda wapi katika mikutano yote hii e, e, lengo letu kwanza ni kuelimisha tu, ni kuelimisha na ninawaomba sana e, ndugu wanahabari e, ambao tutakuwepo pamoja nanyi katika msafara huu ninawaomba e, punchline zenu E, zilenge kuelimisha e, tunataka tu, tuelimishe e, kile ambacho sisi tunakiamini e, kwa kipindi hiki kinatakiwa kwa taifa hili mabadiliko. Kwa hivyo tuondoke kwenye swaga tu graduate e, sasa hivi no reforms no election inatamkwa kila mahali, inaimbwa kila mahali, kwenye vijiwe kila mahali. Sasa tuanze kuyazungumza hayo mabadiliko sasa kwamba ni mabadiliko gani tunayataka, sasa kwayo tuanze kuyazungumza tunaposema mabadiliko e, kwenye katiba tuanze kuyasema sasa, kwamba muundo wa tume, ili tume iwe huru, muundo wake utendaji kazi wake, haya ndiyo mabadiliko tunayoyataka. Mgawanyo wa majimbo kwamba e, katiba yetu iondoke e, e, kwenye kile kinachosemwa kwenye katiba kwamba majimbo yatagawanywa kwa kuangalia hali ya kijiografia na miundombinu katiba yetu iweke wazi kile ambacho ndio, ndio, ndio universal standard kwamba wananchi ndio wanaowakilishwa kwenye bunge, sio hali ya jiografia na miundombinu. Kwa hiyo mgawanyo wa majimbo utokane na idadi ya watu, population quota, ili eh, kila mwananchi na kila kura ya mtu iwe na thamani eh, eh, nchi nzima kwenye majimbo yote. Sasa haya mabadiliko tuanze kuyazungumza, eh, tuanze kuyazungumza, eh, matatizo ambayo tumeyapitia ya wagombea wa vyama vya upinzani kuenguliwa eh, eh, dosari za uchaguzi zinatokea eh, halafu mamlaka ziko kimya tu. Ninyi wanahabari mnaripoti karatasi feki za kura eh, zile karatasi feki za kura, hakuna mtu wa upinzani anaweza kuzichapisha zile karatasi kwamba ni mamlaka hizo hizo ndio wanaochapisha zile karatasi sasa. Karatasi za kura feki zinakutwa vituoni, alafu anasimama waziri mwenye dhamana Ala, anatuambia Watanzania wote milioni sitini kwamba uchaguzi uko sawa, umeenda vizuri. Haya ni matusi, ni kama vile unaona Watanzania wote ni mamisukule tu, majinga majinga ambayo ha, hayaoni hizi dosari sasa dosari hizi zote eh, lazima tuzungumze kwamba tunahitaji mabadiliko haya, tunahitaji mabadiliko haya. Kwa hivyo mikutano eh, hii ina lengo la kuelimisha, lakini ina lengo la kusababisha sasa watanzania tuzungumze hayo mabadiliko tunayoyataka, na serikali eh, ni lazima ni muhimu isikilize. Eh, serikali, rais ni lazima ni muhimu asikilize, asikilize. Hii ni sauti ya wengi sio Sio, sio sauti ya wanachadema peke yao. Hii ni sauti ya Watanzania wengi na serikali inajua, inajua maneno haya, inafahamu kilio hiki. Kwa hivyo e, tunahitaji tufike sasa hicho kiwango cha kuyazungumza ni mabadiliko gani tunayoyataka zaidi ya kuiimba hii swaga tu, no reforms, no election. Tuyaseme sasa reforms: mabadiliko hapa, mabadiliko hapa, mabadiliko hapa, lakini pia niwaombe E, ndugu wanahabari, kwamba e, tutakapokuwa huko field, hebu tu e, kupitia media house zenu vyombo vyenu tutengeneze tengenezeni compendium, tengenezeni compendium ambayo itakuwa imekusanya sauti za watu, iwe imekusanya sauti za watu za uhalisi, ili e, tuweze e, kuiambia na kuonyesha serikali e, kwamba e, hiki ndicho wananchi wanachokitaka wanachokitarajia kwa sababu E, e, uzoefu e, wa chaguzi wa 2019, 2020, wa 2024 wa Tanzania wanauzungumza sasa. Tunaweza kuwa na serikali ambayo imeweka pamba masikioni halafu inaamini kabisa kwamba mambo ni sawa tu, wanaimba tu mapambio ya kusifiana sifiana e, na ngonjera na hizo projekti za kumremba mama na kumsifia mama, lakini kuna sauti ya Watanzania huku iliyopitia uzoefu wa chaguzi za 2019, uchaguzi wa 2020, uchaguzi wa 2024. Sasa tengenezeni companions. Unganisheni hiyo sauti za watu wanavyosema wanavyozungumza, ili, ili serikali ione eh, na tuhabarishane. Lengo letu ni nini? Lengo letu tunatamani yafanyike mabadiliko eh, katika mifumo ya uchaguzi ili mwisho wa siku tuwe na chaguzi zinazoaminika zilizo za haki Eh, zilizo za wazi eh. Ukiwa na dosari kwenye uchaguzi eh, unatengeneza mazingira ya hatari sana ya watu mwisho wa siku eh, kuamua tu kwa hasira kuchukua hatua ambazo eh, zitatupeleka pabaya sana. Kwa hiyo kelele hii ni ya faida kwa taifa. Hii ni kelele ya uponyaji ya tahadhari, eh, ni kelele ya tahadhari kwamba sisi kama Watanzania ambao tunapenda taifa hili hatutamani tufike mahali ambapo tunaona kuna dalili za sisi kufika. Kwa hivyo tunaieleza serikali, wana wajibu wa kusikia hiki tunachokisema. Siyo, ya Chadema, ni kwa faida ya taifa hili mabadiliko yatakayofanyika eh, na ninaamini serikali itasikiliza. Ninaamini wasiposikiliza watakuwa ni watu ambao waajabu sana, pengine tuwatafutie klasifikeshen yao ya aina ya wanadamu watofauti tofauti sana, kwa sababu E, mazingira e, na, na wakati unaonyesha kabisa kwamba lazima mabadiliko yafanyike. Tukichelewa tunajipeleka kwenye hatari, e, hatari hatari hata, hatari kubwa sana. Na, na nidokeze ni kwa uchache kwamba e, siku ya mkutano wetu wa tarehe ishirini na tatu pamoja na mambo mengine e, tunatarajia kwenye mkutano utakaofanyika pale Mbeya mjini Eh, kuwapokea eh, wanachama eh, wapya eh, na ndilo lengo la chama chochote cha siasa eh, kuendelea kuwaingiza wanachama, kwa tunatarajia kuwapokea wanachama wapya, lakini pia tunatarajia eh, kuwapokea waliokuwa wanachama wetu zamani eh, sasa eh, wanarejea tena eh, sasa eh, tutawaona hao waliokuwa wanachama wetu eh, wengine walikuwa wanachama waandamizi sana eh, kwa hiyo siku ya tarehe ishirini na tatu pale Mbeya mjini e, tutakuwa tunawapokea tuna, tuna na watakuwa wanarejea rasmi kama wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sasa, sasa baada ya e, tarehe ishirini na tatu kama nilivyosema, e, tutakuwa na timu mbili e, timu ya kwanza itaongozwa na mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu na timu nyingine itaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Eche na tutakuwa na ziara sasa kwenye maeneo mbalimbali e, mbali ndani ya mikoa ya kanda ya Nyasa kwa maana ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa na, na mkutano wa mwisho utakao utawakutanisha tena viongozi wakuu mkutano wa tarehe 29 e, tunaanza tarehe tatu alafu viongozi watagawanyika mmoja atakwenda jimbo hili, mwingine atakwenda jimbo hili, atakwenda jimbo hili alafu wote tutakutana Iringa mjini tarehe 29, kwa maana timu ya mwenyekiti Heche na timu ya mwenyekiti eh, makamu mwenyekiti Heche na timu ya eh, mwenyekiti Mheshimiwa Lissu itakutana Iringa mjini. Hapo ni shughuli nyingine tena eh, ya kuhitimisha ziara ya kanda ya Nyasa. Sasa baada ya tarehe 29 tutakuwa na break kwa ajili ya kupisha eh, sikukuu za Idi, Idi ya kwanza na Idi ya pili na baada ya hapo Tarehe nne mpaka tarehe kumi tutakuwa kanda ya kusini. Kwa kusini mjiandae, kanda ya kusini mjiandae, mikoa ya Mtwara, Ruvuma na Lindi, tarehe nne mpaka tarehe kumi. Baada ya hapo tutakwenda kanda ya kati, kanda ya kati jiandaeni, mikoa ya Dodoma, Singida na Morogoro, tarehe kumi na mbili mpaka tarehe kumi na tatu. Baada ya hapo tutakwenda kanda ya magharibi yenye mikoa ya Tabora e, e, Katavi na Kigoma e, tarehe e, 14 mpaka tarehe 17 tutakuwa kanda ya magharibi. Baada hapo tutachukua e, tutakuwa na mapumziko ya ya Easter e, tarehe 18 mpaka tarehe 21. Na tarehe 22 tunaingia mzigoni tena. Tunaenda sasa Kanda Victoria ambapo tutakwenda mikoa ya Geita, e, e, Mwanza na Kagera. Tarehe 22 mpaka tarehe 24. Baada ya hapo tutakwenda Kanda ya Serengeti. Tarehe ishirini na sita mpaka tarehe ishirini na nane tutakuwa tutakwenda mikoa ya Mara, Shinyanga na Simiyu. E, hiyo ndio kanda ya Serengeti. Tarehe ishirini na sita mpaka tarehe ishirini na nane. Baada ya hapo tutashuka kanda ya kaskazini e, tarehe ishirini na tisa e, e, e, Aprili mpaka tarehe tatu e, Mei, mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Baada hapo tutakwenda kanda ya pemba tarehe nne, tutakuwa na mkutano Pemba, uwanja wa tibirizi pale. Baada hapo tutakwenda unguja tarehe tano. Halafu tarehe saba mpaka tarehe kumi tutakuwa sasa tunahitimisha mzunguko wetu wa kwanza, mzunguko wetu wa kwanza kwenye kanda ya Pwani, kwa maana ya Dar es Salaam pamoja pamoja, pamoja pamoja na Pwani. Kwa hivyo eh, hiyo ndiyo ratiba yetu ya mikutano ya hadhara pamoja na shughuli zingine mbalimbali mbali za kisiasa ambazo eh, viongozi wakuu eh, wata, watazifanya tutakapokuwa eh, katika ziara hii. Ni ziara ambayo itatupeleka eh, nchi nzima eh, mikoa yote. Hakuna mkoa tutaruka. Mikoa yote eh, hususan kimaalum. Eh, tutaanzia kwenye makao makuu ya kanda zetu alafu tunakwenda kwenye mikoa mingine ambayo eh, ipo katika, eh, katika kanda husika. Na nisisitize kwenye awamu hii ya kwanza eh, tume, tunakusudia eh, kuelimisha na kauli mbiu eh, ya msingi katika eh, ziara hii ni bila ya mabadiliko eh, hakuna uchaguzi. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.